Mambo vipi, mtongo wa nguvu zaidi na zaidi. E bwana e, leo bwana, vitu ambavyo vimetokea katika upande wa Simba ni vitu vikubwa sana ambavyo vimetoka kuumiza sana mashabiki wa Msimbazi. Tunajua kabisa, leo bwana, Simba moja moja mechi hii bwana, wa Simba liko panaongoza lakini baadaye nao mti huu akachomoa goli, lakini inasemekana bwana, klabu ya Simba ni timu ambayo kusema inapitia mambo mengi sana. Tunaongea kweli, Simba wachezaji hawana hmm. Klabu ya Simba kuna wachezaji hawana viwango kabisa na wanacheza mpira wa hovyo sana. Ukiongelea mwalimu mwalimu ametoka klabu ambayo wa, Waidadi Waidadi ni timu bora sana hapa Afrika na tunajua kabisa ina uwezo mkubwa sana lakini, bwana, ukimwangalia mwalimu mwalimu ni mchezaji wa kawaida sana, ni mwalimu mchezaji ambaye kusema kweli ajitumi aoneshi uwezo akiwa uwanjani, ni mchezaji wa kawaida sana sana sana, afai kuchezea kabisa katika klabu ya Simba, ni mchezaji wa kawaida sana. Hata ukimwangalia mwenyewe wa uwanjani anavyocheza, unajua kabisa ni mchezaji wa kawaida sana, kwa sababu Simba ni timu kubwa kama ina wachezaji wazuri na wakubwa. Unacheza na Mtibwa, unatoka mfunga goli nyingi, asikusumbue. Sasa leo kama Mtibwa amekusumbua, je mm, ukikutana na timu zile ngumu itakuwaje? Si unafungwa kabisa? Kwa hiyo Simba kuna wachezaji ambao hawafai kabisa kuitumikia timu mm, ya Msimbazi. Vile vile bwana, ukija kwa goalkeeper, goalkeeper bwana wa Simba huyu ni goalkeeper ambaye kusema kweli, Simba afanye mchakato wapate kipa Mm. Kama Kamara atapona mapema wafanye mapema wapate kipa. Kwa sababu ukimwangalia, kipa huyu bwana ni kipa ambaye hamna kitu, ni kipa ambaye hana uwezo kabisa, ni kipa kawaida sana. Ni kipa anatakiwa kabisa akadakie timu ndogo kabisa, sio kuidakia Simba. Kwa sababu ukimwangalia ana papara, ana mawenge, uwezo wake upo kidogo sana. Ana uwezo ule. Ni nikipawa kawaida sana. Kwa hiyo klabu ya Simba kwa sasa hivi inataka kufanya usajili mkubwa sana, iwai kufanya usajili dirisha dogo, kwa sababu Simba haina wachezaji wa kutumikia timu ya Simba. Wachezaji wao ni wa kawaida sana. Kwa hiyo kwaho smtutaft wachezaji wenye levo kubwa kinoma noma, kwa sababu wachezaji ukiangalia kabisa, wakiwa uwanjani, wanacheza mpira kawaida sana, wana uwezo mdogo sana. Kwa kwo imba atatafuta wachezaji wenye uwezo mkubwa sana. Ukiangalia wachezaji ambao wanacheza pale Msimbazi, ukimwangalia

Mkwala, mkwala ni mchezaji wa kaida sana, anatakiwa kutumikia timu ya Simba. Ukiwangalia kuna wachezaji kibao sana, wanatakiwa kucheza timu ya Msimbazi pia pia vilevile, wachezaji ambao wanahesabika wazuri. Unamwangalia mchezaji mzuri ambaye anafaa kabisa kutumikia Simba ni Mpanzo, mpanzo ni mchezaji mzuri, anajituma sana, sema tu kuna wachezaji wengine wanamwangusha. Ukimwangalia Morris, Morris ni mchezaji mzuri sana. Kuna wachezaji tu wanawaangusha. Kuna wachezaji wazuri, ukimwangalia Soa, Soa ni mchezaji mzuri sana. Ukimwangalia Kante ni mchezaji mzuri sana. Ukimwangalia Nangu ni mchezaji mzuri sana. Sasa unakuta kuna wachezaji wengine wote waliobaki ni wachezaji ambao hawajitumi, wana uwezo mdogo sana. Kama leo leo, bwana mpira ulivyoisha, wale mashabiki wamefanya vurugu sana, wamezuia basi, wamepiga mawe wachezaji. Kwa hiyo inaonyesha kabisa mashabiki wa Simba hawataki wachezaji fulani, wachezaji ambao hawajitumi katika timu ya Simba wanaumiza sana mashabiki wa Msimbazi. Kwa nini? Wanafanya kitu kama hichi? Ukiangalia Yanga, Yanga inachezajiwa kwa kawaida sana, kama Yanga wanajituma wanapambana, mm. kwa hiyo Viongozi wa Simba uangalie sana, waangalie sana, wafanye usajili mzuri sana kwa sababu kuna wachezaji ambao wanawakosti sana. Wajue timu wa wa watu watoe wachezaji ambao wana uwezo mdogo, wafanye mabadiliko makubwa sana. Mnaweza mkasema kocha mbovu, kumbe sio kocha. Ni kuna wachezaji ambao levo yao ndogo, hataki kucheza timu ya Simba. Kwa hiyo yangu ni ya mtongo nguvu. Usisahau kusubscribe channel yetu na kulike, na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendwa mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni mtongo nguvu. Asante sana.